Runinga ya Citizen, kaunti ya Nandi. Kutoka kaunti ya Nandi tuelekee kaunti nambari mbili, ambapo Gavana wa Kwale Fatuma Achani amewahakikishia wakaazi wanaoishi kwenye ardhi yenye mzozo ya Mwereni zaidi ya ekari laki moja kuwa ardhi hiyo itagawanyiwa wakaazi wapatao elfu 15 walioishi katika ardhi hiyo tangu jadi. Kauli ya Achani inajiri wakati watu sita ama tisa wanadaiwa kutumia hatimiliki bandia ya ardhi ya Mwereni kudai kuwa ni yao na kwenda mahakamani kusitisha mpango wa serikali ya kaunti kupima ardhi na kuwagawanyia wakaazi wa sehemu hiyo. Hadi kufikia sasa, serikali ya kaunti ya Kwale ikishirikiana na tume ya kupambana na ufisadi imefanikiwa kurejesha ardhi kwa jamii za visiwa vya Kisite Mpunguti, shamba la jamii ya Lungalunga pamoja na mashamba mawili katika fukwe za Diani. Wapelekeni salamu wale walioghushi, waliokuwa na ile title deed fake, wapelekeni salamu, waambieni gavana wa jimbo la Kwale ni wakili pia kwa sababu sisi kitu tunataka ni mwananchi wa Mwereni aweze kupata haki yake. Ndio sababu tukasema tutapima ardhi ya Mwereni kulingana na vile ambavyo watu wa Mwereni watataka. Sisi tunataka mpimo uende jembe kwa jembe, nitambuliwe au nisitambuliwe, lakini kwa sababu ndio ndio maoni yetu sisi wana Mwereni. Si kwamba kwa sababu mimi ndio mwandishi, lakini tupimiwe jembe kwa jembe, kama yalivyo mapendekezo yetu tulivyotoa wakati ule.